Tena kama kuna siku tumecheza mechi ngumu ni leo, tumecheza mechi ngumu sana kwa sababu hawa wa Angola walikuja kama mtu ambaye anatafuta pumzi kwenye kina kirefu cha bahari. Walikuja wako very aggressive first half. Mimi niwapongeze sana wachezaji wetu waliweza kucheza kwenye ile pressure ambayo wamekuja nayo hawa jamaa first half, na wamethibitisha leo let ya Angola kwamba sio timu nyepesi eh, kufungwa home and away na Yanga imeua kabisa performance yao ya leo. Ile story ambayo mlikuwa nayo kwamba Yanga imecheza na timu nyepesi, hawa jamaa sio timu nyepesi, na wameprove leo mbele ya macho yenu quality ambayo wako nayo. Kwa hiyo mimi ni kuwapongeza sana wachezaji, first half waliweza kusalia mchezoni licha ya pressure kubwa ambayo walikuja nayo. Second half yakafanyika badilio kidogo ya kiufundi. Profesa Pakome akarudi shimoni pale, Edmund akaenda kushoto, Chikola akaenda kulia, na rhythm sasa ikaanza kupatikana. Baadaye akatoka Prince Jubi, akaingia Tembo Boyeli, ile rhythm sasa ika